Hiki mimi kama katibu nimekifungua rasmi. Nitaomba wakati wa semina hii fupi tupate utulivu. Zoezi hili ni msingi wa kidemokrasia kwa kuimarisha demokrasia, kuhakikisha kwamba sauti ya wananchi inaheshimika na inasikika na kuheshimika Natakiwa kujua ndugu zangu, mawakala, nyinyi ndio wasimamizi wa hiyo sauti ya wananchi. Kwa hiyo, tuko hapa ili kujua kila mmoja uh, wajibu na kile ambacho anapaswa kukifanya ili kutimiza ile haki yake au eh, ile mwenendo wake wa kiuwakala. Tuko hapa kwa mujibu wa sheria ndugu zangu, tupo kwa mujibu wa sheria wa kanuni eh, ya sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024 2025 ambao ni wachaguzi wa wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, kifungu cha 22J na ndicho cho kinatuongoza kuwepo hapa kikitaka kila chama cha kisiasa kitoe elimu ya uwakala ili kila wakala awe anajua haki na wajibu wake katika eh, kituo cha kupiga kura. <laughs> Semina kwa mawakala hiyo ni sheria, kwa hiyo usije ukasema nimeitwa tu nimeitwa tu dosmeza. Ni sheria inakutaka uwepo hapa, mmeelewa ndugu zangu? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sheria inaamini wewe ndo mtu pekee wa kulinda maslahi ya mgombea na chama chako unachokisimamia. Yaani hiyo sio Sigrada, ni sheria. Wale mliosoma hivi vitabu mmesoma, mmeona kazi ya wakala kwenye chumba cha nini cha uchaguzi. Yaani wewe kijana mdogo, na miaka 22 25 5 unazotaka kuhujumu uchaguzi kwenye chumba cha kula, hebu ichukue sura ya Sigrada, ichukue sura ya Kabo, utatuonea huruma au sio? Yes. na kitu kingine anachotaka kuzungumza, amesema katibu hapa, ukisha hapa wewe ni wakala kwa mujibu wa sheria, hutakiwi kutengua kiapo chako. Ndio maana mnaofuatia vyombo vya habari mnakuta jana wameapa wale wa serikali, sasa wale wasimamizi wenyewe wa uchaguzi ambao wao hawako upande wote, wapo kati, wameapa nao, huruhusiwi kutengua kiapo chako. Lakini hii sheria ya uchaguzi imeenda mbele zaidi, imesema mtu yoyote atakaye hujumu uchaguzi na ikagundulika umehujumu, ni jela miaka mitano. Una ndugu wa kukomboa. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja, nyinyi mmeaminiwa na mii, mmeaminiwa na CHAUMA, lakini mmeaminiwa na taifa kama mlikuwa hamjui, lakini mmeaminiwa na sheria. Tuna miaka mitano ya kuteseka huko mbele kama tutafanya maamuzi mabaya safari hii. kitu ambacho hamkijui, utapewa shilingi elfu hamsini leo muhujumu Sigrada, gawanya mara miaka mitano, maana kumegongwa elfu kumi au si? Kwa sababu huwezi kupewa hela zaidi ya hamsini au laki. Hiwe ka hamsini au laki, we mdada, we mkaka, hata bodaboda hainunui. We mdada, hata mgahawa haianzishi. We fundi saluni, hata saluni haianzishi. Ni bora ufie kwenye kubwa. Yaani nyinyi ndio wakunifia mimi. Mimi sina alichama kwamba lina mabilioni kama CCM au si? Au si ndio wanachukua kodi zenu? Sasa unapokuja kwenye wakala wa Sigrada usinilinganishe na CCM. Wanaojua wanajua kwamba sisi ni vyama vya upinzani hatujaishika nini dola. Ina maana hatujaishika kodi zenu. Hatujai kukuzia pikipiki milioni tatu au si? Au hujui kama pikipiki China ni laki tatu na serikali inauzia milioni 3 kwa ajili ya kodi au hujui? Ishirini kodi au ujui? Kwa hiyo kwa kifupi, mimi sijala kodi yako. Mimi ni mganga njaa, mwenzi mwenzio. Kinachoshangaza kwenye dunia ya leo, wakati watu wakubwa, watu wenye pesa wakiungana kula taifa hili, wakiungana kufilisi mali za taifa hili, yatima kama mimi, vijana wadogo mna yanapita kila siku hapa. Nyinyi yatima ambao hamna hela, mmechoka na hamjui hata kesho yenu, mnaungana nao kuwaumiza yatima wenzenu, ndio kinachotutisha. Yaani leo hii sisi wenyewe tena ambao hatuna mbele wala nyuma, una marejesho kila kona, una vikomba kila kona, una madeni kila kona, bodaboda yenyewe unayeendesha ni ya bosi wako, jiona na kunyang'anya, unaungana tena na, ma, na wakubwa upewe elfu ishirini uhujumu uchaguzi wa CHAUMA. Hicho ndio kinachotusikitisha. Nazungumza hivi kwa sababu kuna watu mpaka ninavyozungumza hivi wanatumika mpaka sasa hivi. Halafu hela zenyewe anazopewa elfu ishirini, yaani mtu amekuja hapa ametumwa kasikilize nani semina ya CHAUMA amepewa elfu ishirini kuishi na yajua ya kutumika yani kijinga jinga. Enzi hizo wajinga tuko shule ya msingi, wewe unatumika uzeeni, hadi nakuonea huko sababu mkatumika na saa mbili na tatu. Yani umekuja hapa umepewa chini, haizidi hamsini, kwa sababu mi ninavyojua sisi mwawezi kutoa zaidi ya hamsini kukuonga wewe. Unakuja hapa utarekodi, uta, uta atakwambia ukifika pale rekodi, sijui fanya. Sisi hatuna jipya zaidi ya kuwapambania Tanzania. Kwa hiyo kama umetuma wewe, rekodi peleka, hatuna jipya safari hii. Tunataka Njombe ya wakina mama safari hii. Mna matatizo 900, yani hadi wewe kwanza wewe kabla yako hadi wajukuu wako. Lakini bado tunatumika. Maisha yanazidi kuwa magumu lakini hatuogopi. Yaani tunaona ni halali. Hivi hampigi mahesabu, kwa nini matajiri wanazidi kuwa, kuwa matajiri na maskini tunazidi kuwa maskini? Hampigi mahesabu. Na kibaya zaidi jimbo la Njombe Mjini. Toka limeumbwa miaka 63 sasa liko chini ya Chama cha Mapinduzi vijana na wakina mama hamjawahi pata msemaji huo, ndio ukweli. Hamjawahi pata msemaji anayegusa maisha yenu. Hamjawahi mnakaa na watu fulani kwa miaka 63, mimi, kuna muda huo najiuliza, yani mnadanganywaga na nini? Miaka 63, hali huyo huyoali, miaka 63, yani wanakuja na sera gani? Baadaye katibu, nikagundua miradi ambayo ipo miaka zaidi ya 20 sasa wameiacha ili waendee kutumia kuomba kura. Hivi saizi wakija wanajipia gani? Hawana. Kila siku yale yale, tupende tumalizie, huyo ni mwanamke kwamba lazima mtungishe mimba kwamba kesho lazima kama haijashika leo kesho lazima. Eh. No. Hawa watu bila kutumia lugha ngumu hawaelewi. Akili yake fupi. Hivi vitu lazima tuambizane ukweli, kila siku wale wale. Sasa watu watakuwa viongozi zaidi ya miaka na miaka, mabango mia tisa, kidogo unajitambulisha. Niwaulize swali dogo. Hivi leo hii mimi nilikuwa mbunge, utakuwa na haja kwanza kujitambulisha? Tembeeni vifua mbele Amina. Mko sehemu sahihi, sehemu ya mageuzi tunahitaji kwa Kiingereza tunaita transformation ya uchumi. Tunahitaji mageuzi ya kiuchumi Tanzania, tunahitaji mageuzi ya kiuchumi Njombe. Yaani tumefika mahali umaskini imekuwa ni sehemu ya maisha ka, ka bosi wangu, wewe ni katibu kininyang'anya kadi siwe mbunge. Sasa tunahitaji mageuzi ya kiuchumi kuna watu wametoka vijijini leo mbolea laki moja na ishirini ya kuania hajui hata hiyo laki moja na ishirini anaitoa wapi? halafu viazi elfu ishirini lakini tunaimba ena enaaa. Hiyo sio mbele huko, mbele si wapi? hatuoni kama kuna shida? Hatuoni mbolea laki na ishirini? Sasa hivi unafikiri ni muuzaji wa mbolea ndo anapanga bei? Umesahau kwamba anayepanga bei nyotoza mmesahau. Sikilizeni ndugu zangu, kwa mujibu wa sheria ya Tanzania ya kodi, anayepanga wewe suruali unue shingapi, sukari unue shingapi, mbolea unue shingapi, ni serikali. Hiyo ni sheria, sio Sigrada. Ukiona mbolea imeongezeka bei, ujue serikali imepandisha kodi kwenye mbolea. Ukiona miti ya mbao imeshuka bei, wanunuzi wanakuja kununua miti ambao kwa bei ndogo ujue kodi imeongezwa kwenye ubao huko sokoni na TRA. Hivi vitu siku mkijua mtawachukia sana, wanaogawiana elfu tano tano mtawachukia mno. Wewe ulipofikia uhitaji elfu tano tano, wale elfu mbili mbili, unahitaji ugeuziwe mfumo wako wa maisha, uondoke kwenye haya maisha ya kimasikini, kwa sababu hata ukipewa elfu tano tano kila siku elfu kumi kumi huwezi kubadili mfumo wako wa maisha ndio maana tunahitaji mageuzi ya kiuchumi Njombe, hasa kwa ajili ya vijana na wakina mama. Tunahitaji mageuzi ya kiuchumi, tunahitaji tubadilishe mifumo ya maisha ya vijana ili waweze kuondokana na maisha haya wanayoishi. Na unajua kwa nini wanapambana mwendelee kuwa maskini? Au hujui kwamba ni mkakati? Sikiliza, duniani kote serikali yoyote ambayo haina mpango wa kutoka madarakani lazima iminye uchumi ili mwananchi uendelee kuwa maskini, iminye elimu, itoage elimu ya mchongo mchongo ya huko sekondari za kata ili usiwe na elimu kubwa ili uweze kutawaliwa. Maskini ndo mtu pekee anayeweza kutawaliwa, ila tajiri unamtawala tajiri? Hivi tajiri unaweza kumuita ushinde, unamchezesha asubuhi mpaka jioni, mpe tano. Sindo ngoma anazo shinda, anawachezesha huko vijijini za zaidi mituli sijui vingoma sijui nini, wanawaitia na wasanii hey, au kwa lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi imeenda mbele zaidi imeongeza kodi kwenye kila kitu. Wale mnaokumbuka miaka ya nyuma mtu akienda kukopa na mshangaa yaani, unamshangaa kwa nini unakopa. Sasa hivi vikoba vinakudai vikundi vinakudai kila kila kona, songesha, yaani wewe unadaiwa kila sehemu, nipige tatu sijui kustisha umo Kawaida. Na huwezi ukakuta mgombea yeyote wa chama cha CCM anazungumzia uchumi kwamba tunahitaji kubadilisha uchumi, abadilishe uchumi, muwe matajiri, ili akose kuwapelekesha, akose kushinda nawapigisha mbitu ili na asubuhi mpaka jioni, huo ndo mpango. Kama mlikuwa hamjui, huo ndo mpango wa serikali ya chama cha mapinduzi kuhakikisha mnaendelea kuimba yena, yena mnaendelea kuwa masikini, ili mweze kutawaliwa, ili msiwe na akili ya kuhoji, mwendelee kunywa konyagi na bimasta, muunguze maini, tupoteze nguvu kazi ya vijana, ili tukose vijana wa kuhoji. Hua nao kweli, hakuna kikao kingine tutakutana kama hapa. Tutakapoondoka hapa, kila mtu ataenda kupambana kwenye kituo chake. Kikao kingine kitakachotukutanisha ni siku ambapo tutateulikwa tuta wabunge na madiwani, tutakutana tena kwa sherehe ya pamoja Amina. Yatima, yatima, tunatakiwa kulia wote na kucheka wote. Unayetumika kwenye hii movement una laana ya baba yako na bibi yako na mjomba yako na Brada, umewahujumu hawa wote na wananjombe wote na taifa kwa ujumla. Hiki kichwa kinatakiwa kiende bungeni kikawasaidie.